Mimi naitwa Shaabani, nimezaliwa mwezi Shaabani nka, nkapewa jina la Shaabani, lakini mamangu kwa sababu alikuwa mganga na kanipata mimi katika uganga alivyoamini yeye, pia jina langu likawa mganga. Baba mzee Yusuf, babake Kibwana mzalamu wa Mzenga, babu Mnyagatwa kazaliwa Kinole, babu wa baba mzee Sengo kafa kazikwa Tegetero Morogoro juu huyo ndio Sengo. Sasa hivi nimestaafu kazi ya uprofesa chuo kikuu Huria, lakini nimeanza kazi tangu mwaka sabini na nne ya kufundisha chuo kikuu, na nimetembea dunia nzima. Nimekwenda Ulaya nimekaa, nimekwenda Marekani nimekaa, nimekwenda mashariki ya mbali nimekaa, Afrika. Mwenyezi Mungu kanifikisha mpaka Senegal. Hiyo ndio habari zangu mimi. Sasa hivi nafanya kazi ya tiba Sifichi lakini simdai mtu, namtibia tu. Nani kanileta hapa Maka? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ndio alienileta katika watu wanawajua yeye na hata walipa yeye wapeleke peponi, lakini mi nimejikuta tu naambiwa safari ya maka basi. Kwa hiyo niko najua nimekuja katika mji mtakatifu, mji pekee wa kidunia, lakini wenyeji hawajui thamani ya mji wao, wameshikilia lugha moja tu Kiarabu, wakati Mwenyezi Mungu kaumba lugha zote kwa hiyo ingetafuta lugha kubwa nne tano hivi wakafundishana, waka ili wageni wanaokuja kutoka pande zote za dunia, wao wananufaika wao wageni na wananufaika wenyeji, sababu Waswahili wanasema mgeni njoo, mwenyeji apone. Ibada ya hija ni nguzo katika Uislamu na kuweza kunawezeshwa na Mwenyezi Mungu ambaye yeye kajisema na wanafunzi wake na mtume wake kasema huwa Allahu ala kuli sheiin kadiru, yote anayaweza. Kwa hiyo mimi katika uzee wangu kuna wazee zaidi yangu wana miaka mia moja ishirini. Kakaangu wana miaka mia moja ishirini, kaoa mwaka juzi, na vijana ambao wana miaka 40 wanashindwa kuoa Dar es Salaam. Kwa hiyo uwezo ni wa Mungu, akiniwezesha nta, ntaweza, akiniferisha ntaferi, basi yote hapo hayo vijana katika dini, dini haina ujana. Na kijana akiwahi asingojee kesho, kesho sio yake. Usiseme tutaonana baadaye. Baadaye lini? Wewe uko hapa unanihoji, alafu ukiondoka atasema mzee, haya kwa heri, lakini ukitoka ukifunga mlango, mimi nimekata roho. Kwa hiyo future sio ya binadamu, kijana asingojee. Na kijana akifanya ibada katika ujana wake thawabu zake zinakamilika zaidi, Mungu anamfurahia zaidi kuliko kungoja kwenda motoni kesho. Wazee salamu nazowapelekea na nitaka kwenda kwa kuzungumza nao ni kwamba kila mwenye kuweza aweze aje haraka, kwa sababu alicho nacho si chake. Wewe ukimwona baharesa yule anajiita tajiri, ule utajiri sio wake, kapewa. Na mimi katika utabibu wangu nimeona jinsi Mwenyezi Mungu anavyowapa watu wasiokuwa nacho moja kwa moja bila kuf, yani kufumba na kufumbua. Kama ni hela unamuomba, anakupa, unashangaa kanipaje huyu. Unaziona hela kitandani, unashangaa zimetoka wapi, kumbe Mungu kazi mwa tabibu. Hata madaktari wa hospitali ambao unajidanganya kwamba ni madaktari, ile ni elimu ambayo Mungu kaitoa kumpa huyo anayejiita daktari, Kiingereza hicho, anajiita tabibu, Kiarabu hicho anajiita mganga Kiafrika hicho. Sasa mteja mmoja akaja nyumbani nikamtibia akapona, anaambia mzee, gharama je? Namuuliza, wewe gharama, nikikwambia laki mbili utazipata wapi? si Mungu atakupa sasa? Nikutoze wewe au nimtoze Mungu? Mungu mimi kanipa maarifa haya na kutibia wewe, unapona. Sasa ukipona, uwezo unao na hiari unayo, ulichonacho tia kwenye kapu hapo. Mimi sijui umetoa hela ngapi, kama ni senti kumi, shilingi moja 50 yako, na hiyo tiba hiyo, ukiifanya hivyo kama mtabibu kweli, basi utapata hela nyingi zaidi kuliko kuuza chumvi kwa mteja. Tofauti kubwa sana ni kwamba hapa simuoni mwanamke wala simuoni mwanamme hapa tulipo, lakini kosa moja ambalo na nalifasiri katika taaluma ni kwamba ndoa, walipoozwa Ali na Fatuma, waliambiwa ni haki yao na hiyo haki kaitoa Mungu kwamba ni haki ya Fatuma na Ali, wakati wowote wakitakana, wakati wowote popote, wanaweza hata kuwacha kufuturu. Kwanza kufuturu kwao kukawa ni huko, lakini leo hapa tumeletewaletewa kanuni za kuzuia zuia hayo. Si siyati mdomo, ila nasema tu. Kwa hiyo tofauti kubwa ni hiyo. Tukirudi nyumbani, cha kujifunza watoto wa kike, hata wanaume, lakini watoto wa kike zaidi Kumbe lile swala si swala la wakati wote. Kuna wakati ambao tunaambiwa tuache, tufanye jengine Uim, tufanye ibada tushikilie ibada. Wazee wetu zamani walikuwa na neno lao mwiko. Waliposema mwiko kuiba, hakuiba mzee mpaka nakufa. Mwiko kusema uongo, hakusema uongo mpaka amekufa. Leo Korani imefasiriwa kwa lugha zote, kwa vyombo vyote, lakini ujahalia wa leo ni mkubwa zaidi kuliko ujahalia wa siku zile za nyuma. Kwa hiyo, message ni hiyo kwamba tukirudi nyumbani tuendeleze ibada na tuseme mazuri, tutende mazuri daima.